Nikawaachia hata mikutano yao, pengine mkutano wao mnaofanya leo unaweza ukawa wa mwisho, kwa sababu nimechoka na simu zao wanayopigia watu wangu wa karibu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Eti unatupiga sana, nitawapiga kweli kweli, nimewapiga kofi. Siasa imeletwa kwa taifa letu ni kwa sababu ya mabadiliko haya. Mabadiliko ni ya kidunia, ni peni ni semi. Yaani wewe mtawala, mimi nikupongeze tu hata kama unafanya makosa. Hata mimi nikiwa Ikulu uchaguzi mwingine utakaokuja, nikosoweni wapinzani wenzangu, mimi si ndio nitakuwa chama tawala? Mimi nitakuwa chama tawala, nikosoweni tu. Unaponikosoa mimi ndio najenga uongo, kweli kikubwa tu, msinitukane au nakosea tu, si ndio baya. Lakini kukosoana kwenye majukwaa ni jambo la muhimu. Leo nimewachokonoa mafisadi nimewachokonoa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, nawaambia, nawaaga bye bye, hamtaniona tena kwenye majukwa yenu ya kisiasa. Endeleeni nyinyi na chifu Angaya, chifu Sonda anaenda kupumzika. Nimechoka, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Nimekuja kuwaaga hapa. Ni makao makuu ya nchi. Leo ndio mkutano wa mwisho. Taifa linielewe, sitaendelea tena na mkutano wa aina yoyote. Naenda kulala. Kama kufa ntakufa, mimi leo, kesho utakufa wewe. Hata ukinitisha mimi, kwenye ukweli sitishiki, kwenye ukweli sitishiki. Niuwe leo, wewe utakufa kesho. Eti kusema kidogo tu, mawaziri mafisadi wanaomzongazonga mama kule tayari wanakasirika.